Alikiba alichonizidi mimi uh, ni ile yao na kushabikia timu mbovu na kusubiri Diamond atoe ya miziki yake waanze kufananisha eti na Cinderella sijui Asmani alipofika South Africa sijui, kadogo nyimbo gani hizo bro? Mimi natoa my hit song, unatoa ngoma za kutosha. Kwa hiyo Alikiba, sitaki watu wanishindanishe naye tena. Yani I don't like it, am the next level bro, yani I have many many money. Mimi natoa hit bro, kila siku nachema ngoma makali hasa. Ukianza kunifananisha na Alikiba ni sasa, unafananisha kifo na usingizi. Kwanza msanii kufeli ni kushabikia Simba. Alikiba ufeli wake ulionekana baada ya kuanza kuishabikia Simba. Kwa hiyo mimi sitamani I don't like people to compare me with uh, swala. Unaelewa zile? Mimi Simba. Sasa nikiamua kumla swala ile nachukua tu naweka wa. Wow. Unaelewa zile? Alikiba nimemzidi kila kitu. Mimi ndio nimekutana na wasanii wakubwa duniani, kina P Diddy. Let's say nobody who meet met with a big artist like a P Diddy